Kwa milioni mia saba na hamsini na kupa hii nyumba tajiri yangu. Ni maeneo ya Makumbusho, karibu sana stendi, lakini pia ni karibu sana barabara ya lami, umbali wa mita hamsini kutoka usawa wa lami. Uwanja wake wa wasiku ya mia hamsini, lakini limetolewa dude moja kubwa sana, dhahabu moja nzuri, almasi. Nyumba imenyeoka sana, jumla na vyumba vinne na vyote ni sebule, mbili chini na juu, jiko pamoja na public toilet na balcony, AC, CCTV camera, parking, fence ya umeme. Nyumba kali kabisa, imenyoka na imenyoka tena, imejengwa kisasa sana na ni kubwa, ina space ya kutosha kwa ajili ya familia. Kwa wale ambao wapo nje wanapenda kumiliki nyumba Tanzania especially maeneo ya Dar es Salaam basi, hii hapa iko center kabisa, unanunua na kuhamia, haina haja ya marekebisho yoyote. Kiukweli hii nyumba ni nzuri sana, kubwa na ni ya kisasa. Kwa ambao watakaobahatika kuishi hapa, basi watanishukuru baadaye. Na huu ni upande wa juu, kuna sitting room ipo hivi, ina balcony, lakini pia kuna vyumba vitatu juu ambavyo ni self contained. Kuna chumba kimoja ambacho ni kubwa zaidi ya vyote ambacho ni hiki hapa, lakini via vingine vyote vinafanana size na kila kitu. Funga mwaka kibabe, funga mwaka na hili jumba la dhahabu Makumbusho, hapa senta kabisa. Karibuni.